Ujambo na karibu. Mwenyekiti wa Chadema Taifa Tundu Lissu amewasilisha maombi Mahakama Kuu ya Tanzania, akiomba kuunganishwa kama mdaiwa katika shauri namba 8323 mwaka 2025 ambalo awali liliwasilishwa na Saidi Hisa Mohamed na wenzake dhidi ya bodi ya wadhamini wa chama pamoja na katibu mkuu wa CHADEMA. Shauri hilo ambalo limekuwa likijulikana kama kesi ya Wazanzibari kutokana na kufunguliwa na aliyekuwa makamu mwenyekiti wa chama upande wa Zanzibari, ndilo lililosababisha zuio la mahakama dhidi ya Chadema kufanya shughuli za siasa na kutumia rasilimali za chama, uamuzi uliotolewa na jaji Hamidu Mwanga. Maombi ya Lissu tayari yame, yameshasajiliwa mahakamani na hatua inayosubiriwa kwa sasa ni kuitwa kwa wajibu maombi summons. Kabla ya kuanza kwa taratibu rasmi za kusikiliza maombi hayo ya Tundu Lissu, ikumbuke ya kwamba Tundu Lissu ni mwanaharakati ambaye alikuwa anataka kuwania kiti cha urais nchini Tanzania lakini akazuiriwa, jambo ambalo lilimpatia Mama Samia Suluhu urahisi wa kujukua uh, kiti cha uongozi kwani akuwa na mtu wa kupingana naye. Hayo ndio mambo ambayo nimekuandalia kwa sasa kutoka nchi jirani ya Tanzania kuhusiana na Tundu Lissu ambaye ana, ame, alikuwa ameomba kwamba eh, apewe nafasi ya kutoka kwa mambo ambayo yamempatia ugumu kwenye maisha langu. Jina lasalia kuwa Maskini Msomi.